Taarifa zote za kuhusiana na kesi wakili ameongea vizuri na ameeleza na hatua zote zilizofikiwa, lakini chukue nafasi hii kushukuru sana, kwanza kwa ushirikiano wenu nyinyi waandishi wa habari kwa namna ambavyo mnavyofuatilia swala hili kuhakikisha kwamba mnapeleka taarifa kwa umma ili umma uweze kufahamu kwa kina nini kinachoendelea hapa mahakamani. Lakini pia ushirikiano, niendelee kuwapongeza sana mawakili wangu kwa namna ambavyo wamesimamia kesi hii mpaka hii hatua ya leo hii ambayo tuliyofikia, lakini pia na solidarity ya chama changu ambako mmekuwa mkiishuhudia hapa. Maneno mengine ambayo yanayozungumzwa kule nje hana uhalisia wowote, kwa sababu mnaendelea kutuona namna ambavyo tulivyo na mshikamano, toka kesi zilivyoanza, na sio kesi moja, zimekuwa kesi nyingi tu sasa, lakini chama kina mshikamano mkubwa na hasa mnaona hapa wako viongozi wengine mbalimbali wa mikoa kutoka mikoani kule, wengine ni mbali kabisa nje ya Dodoma, wengine nimeona mpaka wa, mpaka wa Simiyu, wengine nimeona mpaka wa Morogoro wanafuatilia kuja kuona kesi hizi zinavyoenda. Ninachoweza kusema tu kwamba ukweli ni kwamba na wagombea wetu kule tunaendelea kuwatia moyo, waendelee katika kipindi hiki kigumu ambacho wagombea wengine wanamgombea wa urais vyama vingine vyote unagombea udiwani na mgombea wako wa urais anafanya kampeni e, unagombea ubunge na, mfanya, na mgombea wako wa urais anafanya kampeni. Lakini wagombea wa ACT Wazalendo wanagombea udiwani, wanagombea ubunge, mgombea wao wa urais hafanyi kampeni, mgombea wao wa makamu wa rais hafanyi kampeni. Kwa hiyo najua dhiki walio nayo, huo upweke walionao katika kampeni zao, lakini tuendelee kumwomba Mungu, na ni kweli kabisa na sisi tunasikitika sana kwamba leo wenzetu wanaendelea kupanga ratiba za kampeni lakini e, sisi tuko mahakamani, tunaendelea na ratiba za kimahakama na ratiba za kimahakama, lakini wenzetu wanaendelea na kampeni ini niseme tu, natamani sana kwamba hiki kifungo mahakama itufungulie ili tupeleke uongozi. Natamani kupeleka uongozi ambao ladha ya uongozi iliyopo katika hiki chama chetu, ladha ya uongozi tunayotamani kuipeleka haipo kwenye chama kingine chochote zaidi ya hiki chama chetu. Wewe, wacha tuombe, tuendelee kuomba Mungu. Na mahakama inavyoenda hatujui wanaamua nini, lakini natamani sana kwamba hiki kifungo eh, nifunguliwe ili tuingie kwenye kampeni, kuhakikisha kwamba tunalipigania taifa letu. Ili taifa letu linahitaji viongozi, linahitaji viongozi wa aina hii. Kwa hiyo ninayo shauku kubwa ya kwenda kule, na hapa ni hiki kifungo cha mahakama ambacho tunasubiri kikifunguliwa, basi tutaenda kwenye kampeni na sisi. Tuko tayari tulishajiandaa, na tuko tayari muda wowote, hata kabla ya Ijumaa kama mahakama itabadilisha, itasema itoe hukumu kabla ya hapo, sisi tuko tayari.